Haya jamani, hili nalo jengine limetokea huko maeneo ya Keko, ambako majirani wamekuja juu baada ya kuona kwamba mama mzazi wa mtoto anamtetea mume wake, ama ni mwanaume wake ambaye anaishi naye, ambaye alikuwa anataka kumfanyia mtoto vitendo vya ukatili. Na sio anataka, kwa sababu kwa mujibu wa mtoto anasema amefanyiwa, japo mama anadai kwamba mwanae huyo ha, mwanaume hajamfanyia. Sasa majirani wamekuja juu na kuona kwamba kwa nini mwanamke mwenzao anajifanya anampendelea sana huyo mwanaume kwamba anampenda sana huyo mwanaume kuliko mtoto wake? Mtoto ametaka mtoto amefanywa vitendo kama hivyo, alafu yeye anatetea, yani mama anatetea maovu, kwamba yani mume wake haja nini, hajafanya hivyo, wakati mtoto anasema kabisa kwamba baba amemuumiza, ameweza kumfanyia hivyo, yeye anakuambia, "Oh, labda amepata tu michubuko michubuko, lakini hajamfanyia, lakini ndio ametaka, yani ndio aone kwamba mwanaume wake si mtoto wa miaka nane hivyo hivyo yani, ili mradi tu mambo yanakuwa hayaeleweki. Sasa wasikilize majirani ambao, kiukweli kitendo ambacho amekifanya mwanamke mwenzao cha kumtetea mwanaume wake hakikuwapendeza. haki, haki, ndugu yangu, mimi kama mzazi nimeumia. Haiwezekani mzazi mnyanyase mwanao kwa sababu ya mapenzi. Huyu mama mwanaye amebakwa, kubakwa, kubakwa, kabakwa na na baba na baba wa kambo, wa kambo, kampeleka hospitali ya ya Private. Private wakaambia huyu ili swala ni la serikali. Yule mama alichokifanya, kamtibia kamtibiatibia mwanae kapona, akawafadhali kamsafirisha, kampeleka Ilinga, kumpeleka Ilinga, huku nyuma yule bibi anakamrudisha yule bwana. Sasa yani, anataka kulalushwa na mjumbe, mjumbe, yaani yule bwana arudi. Swala hilo alitaki la unyanyasaji wa kijinsia, anasema mimi nachotaka, yule mtu yule jamaa aliyefanya ile tukio aje. Kwa hiyo yeye anamadadi ya kuomba shule uhamisho ili mradi tu mtoto aame huko mbali, ili swali fanyaje? ili swala liishe. Mama mzazi wa mtoto ana mi, miaka kama miaka nane tisa hivi. hmm. e, na huyo ambia... mtoto pia ameojiwa na mjumbe, ilikuwaje? akasema yule baba mi kaniambia lala kama mama anavyolalaga. A, alipendezea hata kidogo mzazi mwenzetu kufanya mambo kama hayo, kutetea mapenzi kuliko mtoto wake hmm. Kweli. Unyanyasaji mkubwa, unyanyasaji eh. Baadaye mjumbe baada ya kusikia lisa so, kama kumwamisha mtoto shule, akaambia namwamishaje mtoto shule, nakati batu na nakati bado tunamtafuta mtumiwa, ushaelewa? hmm. Sasa lilipoendelea hapo mjumbe mwenyewe ataeleza ilikuwaje. Mtu baba wakambo, kweli hata kama ni baba babaakababa ni baba tu. Uwezi kumbaka mtoto na kati mkeo yupo kweli? namwona huyu mama akilitaki, kama hazipo sawa kweli, utetee mapenzi kuliko mwanao. hmm. Jari kwanza, haki ya mtoto huyu mtoto wako tayari unamtengeneza kisykoloji, anakuwa nakuchukia kwamba mama labda jambo amelifurahia. ka sababu kama mzazi yani, kama mimi kama mzazi, mwanangu anafanyia ukatili, inabidi nikimbile se... a serikali za mitaa kene sheria, lakini ndo kwanza anam, anamficha ule mwanaume anamkimbiza mwanaye mkoani atake ufatilia sheria yani, anaficha anafichaficha. Nyinyi mligundua vipi? Sisi tumegundua kwa kwasabusameshafika mpaka polisi baadaye tunaona kama mambo yanafichwa fichwa na, fixua, fixua, na yeye mzazi mwenyewe na, na, anani, anani, hilo swala ndiyo hiyo ndiyo analikazia yaani, mama mwenyewe kaficha na sasa tukachunika kidogo na, yaani mpaka akamkimbiza akamtoa hapa Dar es Salaam akampeleka Iringa. Sasa kama wazazi leo imetuuma sana mtu anafanyiwa, kwa sababu sisi tuna watoto wa kike. Yaani mama kama anafuga maradhi leo, kesho mshakuta wakienda kumfanya mtu mwingine. Alijitetea tu, lakini nilitaka wewe umkamatishe yule mwanaume lakini ndiyo kwanza anamkimbiza yule mwanaume asikamatwe mtoto, hmm. Yuko darasa saa tatu. Yaani kama polisi ye mwenyewe mama mwenyewe ndo alikuwa anachingesha kesi yaani isiendelee, kwa sababu mimi kama mzazi siwezi mwanangu kashafanya ukatili, lazima ntafanya nitamvuta e mwanaume juu chini mpaka aje apee kwenye vyombo vya sheria, lakini ikasema na mwanaume mwanae kaamua kumkimbiza. Anamtengenezea mazingira gani yule mtoto? Hmm. Sisi hatujapenda tukiwa kama wananchi wa kitongoji hiki, ili jambo lifuatiliwe likomeshwe, hii tabia ife, na sio huyu mama tu, hata mwingine akitokea unakaa na baba kufikia unafuga mambo ya baba yako ndani, unamwacha mtoto anafanywa vitendo visivyoeleweka. Sisi ili tutalifuatilia mpaka tulijue mwisho wake. Tunavosikia mtoto kamsafirisha, akampeleka Ilinga, tunaalambea hapa, tutafika mpaka Ilinga, mtoto arudishwe. Mtoto anasoma shule Mgulani, kamwamisha kivipi? Kama ili jambo sio kweli, lina ukweli, mtoto amrudishe, arudi hapa, afuatilie prosesi, ifuatilie, tujue utaratibu wa mtoto unaendaje na huyo baba akamatwe. Hili jambo liwe likomeshwe liwe mwanzo na mwisho mm. Watu tuna uchungu tunaalea watoto kwa shida, kulifuatilia, tujue utaratibu wa mtoto anakwaje na tutaenda paka shule huko mtoto anaposoma, Mgulani, tutaenda mtoto arudishwe ajue na vipimo avitoe mm. Mtoto anafaja jambo hili atapelekaje private kwa nasi kwanasipeke spitali ya serikali. Kwa hiyo tukiwa kama wazazi tuna uchungu, ili jambo lazima hatima yake tulijue. Nikiwa kama mama kandolo wa Keko wakeko B wakeko, lazima ili swala tulifatilie hatua kwa hatua. Sina maneno ya kuongea, neno langu ndo hilo, na sio kwa mzazi mwingine yoyote, hata baba yake mzazi mtoto Tengeneza mazoe ya mtoto kamwacha mtoto eti na babake. Huyu babake, huyu babake, mtoto alelewi hivyo. Wanaume wenzetu wakatili. Kuna anani huko kamchoma mtu mo, moto mkewe si kamchoma moto kamzika. Uona mwachia mtoto na babake. Hili swala si mtangazaji, limetuuma na tutalifuatilia ngazi kwa ngazi tulijue, na hivyo ukiondoka wewe, si alambendo inaanza. Sema tabia ya sisi wa bongo, hizi habari hapa tunavoongea nini nini, zitafika au mwandishi wa habari nini, unatafutwa anaweza akatoka mtu mbea hapa hapa mkaksi Kwenda kupeleka habari yule, ajipange sasa, ajipange vizuri. Jambo lishafika mahali pake, liko serikalini na watu watalisimamia ili jambo, ili itabia ikomeshwe. Litapotokea jambo lingine, watu watasema he, kumbe kweli, watu kuna watu wana uchungu, na tuna uchungu na nchi yetu na watoto tu wetu, tunawalea kwa shida. Swala hilo mimi nimelisikia, nime e, yaani mtoto sio wa kumzaa mwenyewe, mtoto umemzaa mwenyewe ni mtoto wako mtoto hujamzaa ni mtoto wako. Yaani, ushauri wangu mimi ambao unaotoa kwanza, huyo mtu kama inawezekana, e, uongozi wa serikali ya, ya mtaa wafanye jitihada zote za kumkamata huyo mtu na kumfikisha katika vyombo vya kisheria, ili iwe fundisho kwa mababa wengine wenye tabia kama hiyo. Lakini pia mjumbe wa eneo hilo alizungumza kuhusiana na tukio hilo ambayo lilikuwa limetokea. Naitwa Ali Madegwa mm, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Keko B. Ah, sisi kama serikali ya mtaa kwa upande wetu, nikiwa kama mjumbe, taarifa hizi nilizipata kupitia, nasema wananchi wema ama majirani wema walikuja wakanipa taarifa kwa siri, maana kuna jambo liko hivi hivi na hivi, ila naomba usinitaje, naomba ila wewe lifuatilie. Baada ya kusikia taarifa zile, binafsi nilisikitishwa sana na, na kile kitendo mtu mzima kama yule kwenda kumfanyia ukatili wa kijinsia mtoto wake wa kike. Maana hata kama si wa kumzaa, lakini mtoto ni wa kwako, hata kama si wa kumzaa. Mimi nilichokifanya nilimpigia simu yule mhusika, sababu watu ambao nawafahamu, yule mama alifika mpaka ofisini akiwa na mtoto wake kwa mara ya kwanza. Nikaanza kumuuliza maswali, nikamwambia naomba uniambia ukweli ili tuweze kukusaidia wewe na mwanao mm. Kwa kweli pale alifunguka akasema, kweli mwanangu ameingiliwa. Baada ya kuingiliwa tulikuwa na mpaka hospitali ya private. Baada ya kufika pale, daktari wa hospitali ile akamkagua yule. Madaktari ma, ma, ma, ma, aa wanajua mtu na aliyefanyiwa na ambaye hajafanyiwa. Kwa hiyo akawa daktari mwenyewe akatoka pale na ule mtoto na mama yake mpaka kituo cha polisi, baada ya kuona kwamba ile hali inapaswa kufanywa na na hospitali ya, ya, ya serikali ya. Lakini kabla ya hapo, mimi nilimoji mtoto ule mbele ya mama yake, mtoto akawa anazungumza bwana kweli baba kanifanyia hivi, akawa ananiambia lala kama anavyolalaga mama mama yako. Mimi ni mjumbe, lakini pia ukiacha ujumbe ni kiongozi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa ulinzi shirikishi kata ya Keko. Nikisema hapa mimi kama, kama kiongozi wa usalama nifanye kila aina ya mbinu niweze kumkamata huyu bwana, kwa sababu tayari lishaambiwa toka awali kwamba tayari mwanamke yuko pamoja na mmewe. Kwa hiyo nilichokifanya, nikamwambia na mimi nakuhitaji wewe na mume wako, nataka niwasaidie. Lakini kipindi hicho tayari ni mimi nilikuwa nishawapanga watu wangu, na nikamwambia walehi, tusikutane hapa, tukutane eneo lingine tofauti na hapa. Kweli mwanamke alikubali na akafika mpaka kwenye hilo eneo, lakini yule bwana alishtukia. mm. Akamtuma mwakilishi kwa mimi nimekuja kwa niaba ya, ya mhusika pale. Nikasema basi kama umekuja kwa niaba ya mhusika, mimi na wewe hatuwezi kuzungumza wote, mimi namtaka mhusika. Kwa nikaona tayari dili yangu pale ishafanya ishavurugika, lakini nikasema hili silifumbi macho mm -hmm. Mimi nitahakikisha huyu mtu anatiwa nguvuni, kwa sababu so, jambo lolote alifanya kwa huyu, kesho atalifanya kwa mtoto mwingine na mwingine, mwingine, mwingine itakuwa mm. si jambo zuri. Baada kutoka hapo, nikiwa na viongozi wenzangu, tukaenda mpaka shule anayosoma anasoma mtoto shule ya taifa Fika mpaka taifa, tukakutana na mwalimu mkuu wa ile shule, tukazungumza naye. Mwalimu akasema mimi kweli na mimi pia na nafahamu ile jambo, nimeambiwa na hivyo ninavyokuambia, mama yake tayari nashakuja kumfanyia uhamisho wa kumhamisha yule mtoto, fanyia uhamisho. Na sisi tunahangaika kumtafuta baba ili aweze kutoa nguvuni, kesi endelee. Inakuwaje mama mwenyewe mhusika mwenye mtoto anafanya mpango wa kumhamisha mtoto shule ina mm -hmm. Maana yeye anataka kuficha haya maradhi mm -hmm. Kipindiko tayari kasha kasha kasha mfanya mpango tayari kashamtorosha mtoto yule kwenda Iringa mm -hmm. Kwa sababu ina shida kwamba pamoja mtoto amkonda Iringa lakini kesi huwa ifi naona mm -hmm. Bana nikawa na mmoja yule mama, sasa wewe wewe umeniambia umekonda Temeke, mtoto ufanywe uchunguzi na matibabu. Je, pale pepifili. Pepifili polisi ulipewa pep free. Ukipewa pep free polisi, ukienda hospitali, unafanyiwa matibabu, then unatakiwa ile pep free na ile makaratasi vile vyote ambavyo vimetoka hospitali vifike pale polisi. Lakini yule akarudi kama yeye. Ambao mm, na kule cheti sijapewa. Ila mtoto kaangaliwa, anaonekana kaingiliwa lakini hajaingiliwa sana kakachubuka kidogo tu. Unaona bwana? Lakini mimi nimeongea na familia yake, wameniambia kwamba mimi wanaomba ili jambo lifanyaje, tulimalize kama familia. mm -hmm. Sababu huyu tutampoteza kama wewe. Nikamuuliza, je, yule mtoto umemzaa wewe, ama ni mtoto wa dada yako ama ndugu yako? Yote akasema, mwanangu mwanangu, kumzaa kweli? Unaongea maneno haya kabisa, kwamba tumekaa kama familia, kwamba tuzungumze kifamilia, ki, ki, tulimalize hili swala. Kama hapana, sisi hatuwezi kufanya kitu kama hiko. Sawa bwana, mtu akisha hili jambo tunalisimamia mpaka haki inapatikana. mm. -hmm. Uh, Tukaja tukamkamata yule mama, baada baada ya umeo, akawa anakimbia kimbia kahivi, tumkamate mama wale, tukamkamata mpaka kituo cha polisi. Fika pale kwa afande, tuka kwa polisi wenyewe wa, swala walifahamu mm -hmm. Wakamweka lock up, lakini baada ya muda tukamwona mama ametolewa, akisema kwamba inasemekana kana kwamba kwamba familia kama kwa kama, kama familia mm -hmm. walishaka mm -hmm. sawi na umeka ndani na nini mm -hmm. Basi sisi tukasema haina shida, acha acha kishia hapo lakini sisi kama jamii ya Wanakekobi, serikali ya mtaa, viongozi kwa ujumla na wananchi wote, hili jambo limetukwaza sana, na ndio maana tunalifuatilia kwelikweli. Mi, mimi sikufichi, yule mama sasa hivi ananichukia sana, anaona kwamba kwa nini huyo swala langu nalifuatilia sana angu, sio mjomba yangu, sio shangazi yangu, sio babu yangu, sio mama yangu, kwa nini jambo nalifuatilia? Sisi ni wazazi na sisi ni viongozi. Sasa viongozi kama tukiendelea kukaa kimya na jambo limefanyika katika mtaa wetu, hivi hata serikali kuu ije kusikia jambo kama hili, sisi tutachukua vipi? Kwa hiyo mimi ombi langu kwa mheshimiwa waziri wa jinsia, Mheshimiwa Gwajuma, nadhani bila shaka atakuwa anatazama hii na atakuwa anatusikia. Naomba ni jambo, naamini serikali ina mkono mrefu sana, difuatiliwe tena kwa mara ingine, yule bwana aweze kupatikana na mtoto ule aweze kurudishwa yule mtoto anazungumza mwenyewe, mtoto akiojiwa anazungumza kile kilichofanywa, ila mama anaficha, anaficha ili kwa kwamba mumewe asikamatwe, asipelekwe polisi. Mama anaficha, lakini mtoto kule amefanyiwa na mwenyewe anazungumza. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali na wanajamii wote kwa ujumla, wanaofuatilia ya jinsia, naomba tushirikiane kwenye hili sisi kama mtaa naomba tushirikiane kwenye hili, tuhakikishe yule bwana yule bwana mkubwa anakamatwa, na mtoto anarudishwa, hii kesi iendelee ili iwe fundisho kwa wengine wote watakofanya vitu kama hivi. Alafu tu mama mtu unasema kamkwauza kidogo tu kweli? Familia kama familia wameshindwa kuonyesha ushirikiano wa kutosha. Jambo lingine, kuna mtu alikuja ofisini pale, akasema nimepigiwa simu na ndugu wa yule yule, yule jamaa alifanya tukio kama naomba naomba muweze kuzungumza kama serikali ya mtaa muyamalize. Tukamwambia kwenye hilo, sisi hatuwezi kuzungumza sababu jambo tayari liko, liko mbele. Kwa hiyo naomba, si hapa tu Keko B na sehemu zingine zote, mambo kama yanapotokea, tupaze sauti zetu ili watuweze kuwalinda watoto wetu. Mtoto wako eh, hmm, ni mtoto wangu mimi lakini ukisema kwa kwamba sikumzaa siku, siku, mimi nimfanyia ukatili wa kijinsia hapana. Vuta picha kamao ndo mwanao kafanyiwa vile, u unajisikiaje? Na baadaye vilevile mama wa mtoto naye alizungumza, lakini hebu msikilize hapa mama wa mtoto maneno yake anayoyasema, hakubaka. Hospitali tulimpeleka na pia mtoto tulimkagua, tulimpeleka Temeke na hapa Temeke wanahitaji hela, waliniambia kabisa mtoto hajafanikiwa kuingiliwa, ila alipata mchubuko pale juu. Ina maana katika labda alikuwa sijui alivyokuwa na mikono au alivyokuwa kijaribu, ila kufanikiwa kufanyaje kumwingilia ndani. Kwa hiyo kutokana na hivyo, kwa sababu mwanangu hakuathirika, ili asiendelee kuathirika zaidi kisaikolojia, kwa sababu taarifa zinazosambaa ni tofauti na vipimo vilivyotoka, japokuwa maandishi hajafanyaje hmm, ilesiliikuichukua mume wangu, sijajua yuko wapi, siwezi kumtorosha hmm, mimi hapa, yaani namtorosha kwa misingi hatua nilioichukua, kwa sababu mara ya kwanza tukio limetokea mchana mchana, alikuja mtoto akakaa analia, "Mama, baba alikuwa anataka kufanya hivi, ila nikaanza kulia. Nilivyoanza kulia, dada akaniita akani kuna jirani pale alipomwita mtoto, ina maana baba ndo kufanyaje, kuondoka. Yule dada akamwita mtoto njoo, kamkumbatia pale, eh, wewe unalia nini? ah -ah. mimi naenda mwenyewe jengeni, nikamwambie mama eh, kasi si uniambie tu mimi mwenyewe, afu kule kwa mama utaenda baadaye. Akasema ah -ah. mimi naenda kwa mama kweli. Alipokuja hapa akanielekeza aliponielekeza mimi, nikaondoka nikamwambia, basi kaa hapa jengeni, niende nikazungumze na baba. Nikatoka hapo nikamwita, akaja, akakataa. Nikamfuata mtoto nikamuuliza, eleza kama ulivyonieleza mama. Baba akawa akanivua nani ile suruali yake, kwa sababu siku hiyo kalivaa kisuruali akanilaza hapa akawa i na ila nakili na. Mbele za Mwenyezi Mungu mume wangu amekosea, ila hakumwaribu mtoto, na uhakika asilimia mia. Huo ndo uhakika wangu kama mzazi ni loza. Yaani, mama anaonekana kabisa dhahiri shahiri kwamba anamtetea mwanaume wake, lakini anasahau wanaume hawa wana mwanzo tu, kwa sababu mwisho wa siku anamtetea huwe mwanaume na nini, na kama vile anataka kufanya usaliti wa kumsaliti mtoto wake kwa kitendo kibaya alichofanyiwa, lakini anajua kwamba mwanaume ni mtu ambaye leo yupo kesho hayupo, leo yupo na wewe, kesho anakwenda kwa mwingine. Kwa hiyo haya mapenzi yaliyopo sasa hivi naona yanamhadana kumzubaisha kumwona mwanaume mwema sana, ama bora sana, na anafaa kumtetea. Lakini kiukweli mwanaume wake sio mwanaume mwema hata kidogo. Angekuwa ni mwanaume mwema, asingeweka tamaa ya kuweza kumfanyia mtoto hicho kitendo ambacho alikuwa anamfanyia. Kwa hiyo anataka kumfanyia hivyo, anasahau kwamba mtoto wake ni mtoto wake tu, na akae akijua kwamba huyu mtoto atakapopata akili timamu hapo baadaye, hapo kwa akajua kwamba mama yake alikuwa anamtetea mwanaume wake kuliko yeye ambavyo alikuvitenda vya kwanza kufanywa vibaya vya ubakaji. Sijui mtoto itakuwa vipi, sijui ata, ata, ata, yani atampokea vipi mama yake katika maisha hapo baadaye. Lakini kiukweli naweza nikasema mwanamke mwenzetu amefeli. Sawa, inawezekana mapenzi yamemzidi, lakini ndio akaya akijua kwamba haya mambo akaya akijua kwamba wanaume leo anaye kesho hana. Yani akaya kabisa hilo akilijua, na ndivyo mambo yalivyo. Sasa yeye sasa anamwona mwanae mwana, vipi vipi anamtetea mwanaume wake. Usiache kutembelea katika YouTube channel yangu ya Habibu lakini pia usiache kusubscribe.